Sasa ufuatayo ni tathmini ya athari ambazo tunazitarajia . Aa, na kwanza ni magonjwa yanayohusiana na, na hali ya ubaridi kama vile homa ya mapafu na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza ingawa kwa kiasi kidogo, lakini vile vile hali ya vumbi linalosababishwa na upepo katika baadhi ya maeneo inaweza kupelekea uwepo wa magonjwa ya macho. Sasa tunatoa ushauri ufuatao. Kwanza, tahadhari za kiafya zichukuliwe ili kulinda jamii dhidi ya magonjwa yanayoweza kusababishwa na hali ya baridi pamoja na vumbi. Wakulima pia tunaendelea kushauri uh, kwa kuzingatia pia ushauri wa maafisa ugani, lakini kulima mboga mboga na mazao ya mizizi kama viazi katika maeneo oevu, lakini ni vizuri pia wakaendelea kuzingatia ushauri unaotolewa na maafisa ugani. Sasa mamlaka ya hali ya hewa tunapenda kuendelea kutoa angalizo kwamba tutaendelea kufuatilia mifumo ya hali ya hewa na kutoa mrejesho kadri inavyohitajika na kadri inavyowezekana, uh, kulingana na miongozo yetu ya kazi, na hivyo watumiaji wa taarifa za utabiri huu tuna shauri na tunaendelea kusisitiza kwamba tuendelee kufuatilia kuzingatia utabiri unaotolewa utakao kuwa unatolewa na mamlaka hali ya hewa wa saa ishirini na nne siku kumi na mwezi, pamoja na maangalizo ambayo tutaendelea kutoa kadri inavyohitajika, na tahadhari za matukio ya hali mbaya ya hewa ambazo tutaendelea kutoa kadri inavyohitajika.